Makamishna wa kaunti watakuwa wakipokezwa ripoti za mbele za ujasusi ili kufanikisha doria ifaavyo katika maeneo ya mashinani. Aidha, ugaidi bado ndio tishio kubwa kwa usalama wa Wakenya. Waziri wa masuala ya ndani Joseph Nkaissery amesema haya wakati wa warsha ya siku moja ya kutafuta njia za kuboresha utendakazi wa idara za usalama mwaka huu. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki alihudhuria warsha hiyo bado wanamgambo wa Al-Shabab ndio tishio kuu la usalama humo nchini. Na mwaka huu, waziri Nkaissery amewakikishia wakuu wa usalama katika kaunti kuwa watakuwa wakipokea taarifa za ujasusi ili kukabiliana na shambulizi lolote au njama ya wanamgambo hao Our vijana kufunzwa mitazamo mikali ya kidini ni miongoni mwa mikakati ya mwaka 2016 kukomesha mashambulizi humu nchini ambaye alishuhudiwa mwaka jana na kulazimu Waziri Olelenku kutimuliwa akiongea totally, um, katika warsha ya siku moja iliyoleta wakuu hawa wa kaunti, Nkaiseri ilionekana kuwapa mamlaka makamishna kuwakamata wanasiasa au yeyote atakayehusika katika uenezi wa siasa za chuki, ikazingatiwa kuwa uchaguzi mkuu ndio unabisha hodi. You should not fear anybody. Anybody who is inciting Kenyan kwa machifu wale ambao wanapenda kubugia pombe haramu, vita hivi kulingana na Nkaissery vitaendelezwa, na kwamba chifu atapigwa kalamu iwapo atashindwa kumaliza pombe haramu katika kata yake. Francis Mteraki, KTN leo.